Tuelekee kaunti namba 24 ambapo mtu mmoja anauguza majeraha katika hospitali ya Kapenguria baada ya kupigwa risasi wakati polisi waliposambaratisha maandamano ya wakazi wa Sina, Kaunti ya Pokot Magharibi. Mamia ya wakazi hao walijitokeza barabarani kulalamikia ucheleweshwaji wa kuwekwa lami kwenye barabara ya Chepkoniswa kwenda Sina, wakisema imekuwa ikiathiri usafiri na kuhatarisha maisha yao wa kwa muda mrefu. Hata tukiangalia sign board ambayo iko hapa, inaonekana hata inasema imekamilika, kwa sababu imechakaa, imeisha. Imechukua maka sita, kwa sababu ilianza vile tulifambaswa 2021 niache mola, mtu akiteremka kama mimi, mwanabiashara, nikienda soko la Mis, nitalala chini siku tatu, kupoteza time kwa sababu ya barabara. Pikipiki inakuangusha, piki pikipiki inakukongesha ukuta, lakini ukifika nyumbani unalala kwa sababu umechoka. Viongozi iko wapi? Na kura yetu iko wapi? Hata chusi sisi ilipoteza mtu na saa hii bado iko mochari, bado kutoa na sababu ya barabara mbaya. Alikuwa hiyo mtu napika uko na hiyo kura imeenda yeah, yeah. Siyo kura imeenda saa hii. Sasa napata nini na imepoteza yeah. Kura kutoka pembe moja ya Kenya ya Magharibi tulekee pembe ya Pwani tutu.